Eneo la Mlima Kenya lilionekana kuwa ngome ya Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Rais akizuru eneo hilo kila uchao kujitafutia ungwaji mkono katika kila sehemu ya Mlima Kenya. Watu wa Tetu, watu wa Nyeri. Miaka miwili tu baada ya kupata wadhifa wa kuliongoza taifa hili pamoja na naibu wake kutoka eneo la Mlima Kenya Rigathi Gachagwa, ndoa ya viongozi hao ilizorota na kusababisha Gachagwa kuondolewa mamlakani. Jambo lililoonekana kupunguza umaarufu wa rais katika Mlima Kenya. Na sasa wakazi wa eneo la Mlima Kenya wanapoendelea kujiandaa na kuwa wenyeji wa Rais William Ruto ambaye atakuwa nazuru eneo hilo kwa ziara ya maendeleo mwishoni mwa mwezi huu, migawanyiko imeanza kushuhudiwa miongoni mwa viongozi wa kisiasa kutoka eneo hilo and I'm not beginning i don't just follow the president even when uhuru was president it was never my practice or habit to follow him wherever he went because you know as a president he has schandy uh, you know, of work i also havehand of, have of work when i was a speaker and even now na japo badia viongozi asa wanaoegemea upande wa aliyekuwa naibu wa rais rigadhigashagwa wanamtaka Rais kuelezea baadhi ya maendeleo ambayo amewafanyia wenyeji wa Mlima Kenya tangu alipoingia afisini. Baadhi wamemkaribisha rais kwa moyo mkunjufu. Rais wetu William Ruto na nadepith wako profesa, tunawangoja sana kuja mseme mambo yenu ile mnataka mtatufanyia, lakini nataka kusema sisi mlima tuko pamoja, na ningesema hakutakuwa na matata na hakutakuwa na shinda, na ninajua tuko na hakika tutawasikiria wote pamoja. Aliyekuwa gavana kaunti ya Meru, Kawira Mwangaza, ni miongoni mwa viongozi wanaopuzilia mbali ziara hiyo. Kwenye ujumbe wake katika mitandao ya kijamii, Mwangaza amesema mradi wa pekee uliokamilishwa katika eneo hilo tangu kuchaguliwa kwa serikali ni kwa wa kumwondoa mamlakani. Aliyekuwa mbunge wa Limuru Peter Mwathi, naye akimtaka Rais Ruto kuelezea maendeleo ambayo amewafanyia wakazi wa eneo hilo tangu ingie mamlakani.

hata we to to hivyo, wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanaamini kuwa rais Ruto anapania kutumia ziara hiyo kutuliza joto la kisiasa katika eneo hilo baada ya madai kuibuka kuwa rais ametenga Mlima Kenya na kushirikiana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Isaac Musioka,